Halo, Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi ya leo naongea na mtu mmoja ambaye sauti ya Roho Mtakatifu inasema naye atoke nje ya mazoea. Mazoea ni nini? Mazoea ni jambo unalolifanya mara kwa mara, na unapolifanya lile jambo mara nyingi lina kusababisha liwe jambo la kawaida kwako. Yaani, kwa kifupi, mazoea ni jambo linalojirudia rudia, unalolifanya kwa kujirudia rudia, au kikundi cha watu kinalifanya kwa kujirudia rudia, iwe ni baya, iwe ni zuri, lakini mwisho wa siku kama ni jambo ambalo limekuwa na desturi ya kufanywa mara kwa mara kila wakati na kikundi cha watu au na mtu binafsi linaitwa mazoea. Asubuhi ya leo Roho Mtakatifu anasema nasi tutoke kwenye mazoea. Kuna vitu vingine ambavyo unavifanya mara kwa mara, lakini havina faida, mara kwa mara vikakuganda, vikawa havina matokeo yoyote. Unajua sio shetani, hajisikii vibaya kwa sisi kufanyaje? kuto kuomba habari ya shetani kutuacha anaweza akatuacha, tuombe sana, lakini kinachozuiliwa na shetani ni matokeo; ambacho shetani hataki kitokee kwenye maisha yetu ni matokeo ya kile tunacho kiomba. Na ndio maana kuna tabia ambazo zinaweza zikatokea zikafanywa tukawa nazo, hazina faida, tumezoea tu. Yaani unaweza kakuta mtu ni mlevi tu, ni mzinzi tu, ni mwongo tu, ni mchelewaji tu, ni mtu ana tabia hiyo hiyo kila siku, hata iwe kama sio mbaya faida lakini anayo. Toka kwa jina la Yesu. Yesu alipofika Bethsaida, Marko nane, mlango wa ishirini, mlango wa nane, mstari wa ishirini na mbili na kuendelea mpaka ule wa ishirini na sita. Utaona Yesu alifika katika kijiji cha Bethsaida, wakamleta mtu aliyekuwa haoni. Walipomfikisha mahali Yesu alipo, wakamsii amguse ili apate kuona waliomsii Yesu amguse, huyu mtu ni watu waliokuwa na Yesu. Waliomwomba Yesu amguse huyu mtu ni watu waliokuwa wanajua nguvu ya Mungu inafanyaje kazi, ni watu walioona namna ambavyo Yesu amegusa wengine na akawaponya. Mara hii wakamleta huyu kipofu, wakamsii Yesu mguse naye awe mzima. Yesu alipomwangalia yule mtu kipofu, mara ya kwanza, cha kwanza akamshika mkono kushikwa mkono na Yesu sio jambo la kawaida. Alipomshika mkono, Biblia inatuambia akamtemea mate Ha, akamtemea mate. Kumbe sio kila Mungu anachofanya kwa huyu atafanya kwa huyu. Wengine waligusa pindo tu wakapona, wengine Yesu aliwambia enenda ukapone, lakini huyu amemtemea mate, maanake sio kitu cha kawaida. Alipomtemea mate bado akamwambia toka nje ya kijiji, yani akamtoa nje ya kile kijiji cha Bethsaida, nje ya mazoea, nje ya taratibu, nje ya kile alichokuwa amekizoea mahali pale akamtoa nje ya kijiji. Alipomtoa nje ya kijiji, Biblia inatuambia akamgusa tena, akamwambia waona, waona kitu? Yule mtu akasema sioni. Akasemaje? Sioni. Kumbe sio lazima Yesu akikugusa mara ya kwanza uone, kumbe sio lazima Yesu anapokugusa kwa mara ya kwanza uone. Huyu mtu alipoguswa na Yesu na aliposhikwa mkono na Yesu atolewe nje ya mazoea, hakuona kitu matokeo yake, Biblia inatuambia akamjibu Yesu akamwambia naona watu kama miti. Hey, yani hii miti yeye anaona kama ni watu, maana yake the vision was really defect. Alikuwa haoni. Alikuwa na tatizo la kuona, alikuwa hawaoni vizuri, ndio maana anaona miti kama watu. Biblia inatuambia Yesu akumwacha, Yesu akamgusa tena alipomgusa kwa mara ya pili, yule mtu akasema naona waziwazi, akakaza macho yake akaona wazi wazi. Na alipoona waziwazi, Yesu akamwambia enenda zako na usirudi pale tena kuna mambo ambayo Mungu anapotutendea hatutakiwi turudi kwenye msongamano. Mungu anapotutendea hatutakiwi kwenye turudi kwenye tabia za awali. Mungu anapotutendea hatutakiwi turudi kwenye mazingira ya awali. Anapotakiwa Mungu alipomtoa yule mtu kikawaida kabisa, alimtoa mazingira yale. Kwa sababu gani? Wakati mali na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana, maanake hata Bethisaida ni mahali pa Bwana, lakini kwa mazingira yale Bethsaida ilikuwa haina msaada kwake. Mungu akutoe kwenye kijiji cha madeni, Mungu akutoe kwenye kijiji cha magonjwa, Mungu akuguse mguso wa pili mahali ambapo umeguswa, umetoa sadaka sana, umelia sana, umeenda makanisani sana na bado havijatokea. Ninaongea na mtu mmoja ambaye kuna mguso wa pili kwa jina la Yesu. Mungu akuguse tena kwa jina la Yesu. Toka kwenye mazoea, toka kwenye mazoea, toka kwenye mazoea, toka kwenye mazoea ya pombe, toka kwenye mazoea ya uasherati, toka kwenye mazoea ya kuchelewa, toka kufanya kazi kimazoea. Wewe unajenga nyumba kama walivyojenga wengine, wewe unaongea kama walivyoongea wengine, wewe unakaa kama wanavyokaa wengine. Kuna mengine ambayo Mungu akufanyii kwa sababu wengine wamefanyiwa, kuna wengine ambayo Mungu anakuhitaji wewe. Neema ya Mungu inatosha kwako. Wakati Mungu anakupa neema yake, lazima utofautishwe. Neema ya Mungu waga ni password ya kukutofautisha na wengine. Usikae kwenye kijiji kama wengine. Mungu wengine mara pengine alipopita wengine waligusa pindo lake tu wakawa wazima. Wengine waliambiwa nataka nikufanyie nini, wakae na Bartimayo, hayo wakawa wazima. Wengine Yesu, alipofika kwa Lazaro, yeye alipaza sauti, wakafufuka wakatoka nje. Lakini safari hii amemgusa huyu, amempaka mate na bado akamtoa nje na akamgusa tena. Inawezekana kila kilichokwama kwako kinahitaji mguso wa pili. Yesu akupe mguso wa pili. Naongea na mtu anayepokea mguso wa pili, naongea na mtu anayepokea mguso wa pili. Toka kwenye mazoea kwa jina la Yesu.